Uh, mchezo wa kwanza mlipata ushindi wa magoli matatu kwa sifuri mkiwa um, ugenini. Sasa kesho mpo uh, nyumbani, unadhani tayari mmekusha kata tiketi ya kuingia kwenye hatua ya makundi kutokana na uh, matokeo ya mchezo wa kwanza? Ya, yeah, mi nafikiri kwetu sisi ilikuwa nzuri kwa, kwa mechi ya kwanza kuweza kupata magoli matatu, lakini naweza kusema bado bado hatujakuwa na uhakika wa kuingia. Tayari tumekushaingiza mguu mmoja, kwa sababu tuna, tuna uzoefu na mashindano haya na stres, kama hii ilisha, ilisha, kutukuta, ilisha kutukuta. Ya, kwa hiyo hatutaki kurudia makosa kama hayo. Kwa hiyo tunaenda kuingia kama tunakwenda kuanza mchezo upya katika mechi ya kesho. Ya, ni kweli tunaingia tukiwa tuna goli tatu, kitu cha kwanza kabisa tunahitaji tuna, tupate magoli mengine zaidi, lakini tusiweze kuruhusu goli hata moja. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini mkubwa sana kwa kuweza kuweza kupata matokeo nyumbani, lakini tusiweze kurudisha, tusiweze kuruhusu goli lolote katika upande wetu. Ya, nafikiri kuteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu bora haijaja bahati mbaya, ni kazi ambayo klabu imefanya katika mashindano ya nyuma. Kwa hiyo kitu kizuri ni kuendeleza yale mazuri, kwa hiyo sisi tunataka tuendeleze haya mazuri ambayo, kama alivyosema, tuweze kuendelea kufanya vizuri kwenye mashindano haya na tuweze kupata kupata tuzo kama hizi ambazo ziko zi, zi, zi mbele yetu. Na, nafikiri mpira ni mchezo ambao una moment nyingi sana, ni mpira ambao huwezi kucheza katika staili moja katika dakika 90. Lazima mwa mechi zote zilivyopo, kuna kipindi utampinzani atakubana, utacheza long ball, kuna kipindi utacheza. Kwa hiyo nafikiri ni vipindi ambavyo vilitukuta katika katika mechi iliyopita, lakini sisi kama Simba tunapenda tucheze mpira ambao ni mpira wa pasi, mpira wa kunani. Kwa hiyo nafikiri tulivyorudi kwenye uwanja wa mazoezi, tuliweza kufanyia yale ambayo tuliona hayakuwa mazuri katika mchezo uliopita, na yale mazuri tuliweza tuliweza kuweza kuyaongezea. Kwa hiyo nafikiri mechi ya kesho itakuwa ni mechi tofauti kabisa, tofauti na mechi ambayo iliyopita. Swala la Nangu yuko vizuri. Bajaber e, kishaanza mazoezi sasa hivi ni swala tu la kutafuta fitness level yake, lakini tayari majeraha ameshamwachia na sasa tupo naye mazoezi. Kitu cha msingi kwetu sisi tutataka tupate magoli zaidi, lakini tusiruhusu e, nyavu zetu kuweza kuguswa. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini sana na discipline ya hali ya juu sana katika mchezo katika mchezo wa kesho. Ya, kikubwa kwanza ni wape pole kwa sababu mashabiki wa Simba wamekuwa na watu ambao kiukweli wamekuwa kija kutupa support sana na wana utaratibu wa kuja kwa wingi sana uwanjani. Kukosekana kwa mechi hizi tumewamisi na wao nafikiri wamekuwa kitumisi sisi, lakini nafikiri sasa kesho ni siku yetu. Ni siku yetu, na na waomba wana Simba waje kwa wingi, waje kwa wingi watupe support na sisi tunawaahidi kwamba hatutawaangusha katika mchezo wa kesho. Tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji sisi tukifanya kesho. <mucho>